Maana kuna wataalam na <laughs> wataalam Daktari Kulwa alafu <na> watakalam. <laughs> <laughs> Watak <elim>. <laughs> Pia nyinyi mnashirikia na taasisi kama hizi, vyombo vya habari, sisi vyuo mbalimbali ndi, mbali kukuza lugha ya Kiswahili. Mkitembea naona vitabu vyenu kamusi, saa. kamusi BAKITA. mm. BAKITA mmechangia mm. sana kukuza lugha ya Kiswahili. Hongereni sana kwa hilo, asante sana, nashukuru. Na kwa, na kwa kweli hawa ni wadau wetu wakubwa na tunashirikiana nao kwa karibu mno mm. Ana, anasikiliza BAKITA anajua mm, kazi zenu mnazozifanya. Mpaka leo lengo haswa mm, ni utafiti, mnabuni mm, istilahi, mnachapisha vitabu, ni nini kingine? Um, kwanza ni, ni, ni shukuru nami kama alivyoanza mwenzangu uh, kufika hapa uh, tumekuja hapa kwa mwaliko wa, wa kituo cha Kiswahili cha wasta Tunashukuru sana mzee wala wala wala bini wala alinaambia Mrisho Kikweta na kuita basi ile bini pale katikati ina, ina, <laughs> ina uziada. Kwa hiyo ina <laughs> yeah, kwa hiyo, lakini pia tunashukuru kwa ajili ya ya uh, Radio 47 kwa kwa mwaliko huu wa kuja hapa ili kuweza kutoa ya moyoni mwetu mm. Um, Baraza la Kiswahili la Taifa uh, kwa kifupi BAKITA ni taasisi ya umma kwa maana mm. ya kwamba ni taasisi ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafanya kazi kote Tanzania bara pamoja na visiwani mm. japokuwa kule kuna BAKIZA lakini ni BAKIZA ni sehemu tu ya, ya BAKITA, ya BAKITA. Mm. na kwa sababu hiyo uh, Baraza la Kiswahili la Taifa lilianzishwa kwa kwa sheria ya bunge namba mm. 27 kule Tanzania mm. ili kusimamia maendeleo na matumizi ya Kiswahili ndani ya nchi na kuangalia maendeleo yake nje ya nchi. Na kwa kweli vyombo vya habari kama nivyosema mwanzoni ni, ni wadau wakubwa wa Kiswahili. Ukiangalia historia ya Kiswahili uh, ime, Kiswahili kimeenezwa zaidi na vyombo vya habari ukiangalia naam tu utaona mpaka vingine viko China viko Marekani kama vile BBC au Ufaransa na kadhalika, ni vyombo vya habari. Hata ndani ya nchi mm, kwa Tanzania na Kenya na kote Afrika Mashariki, ni vyombo vya habari vimesaidia sana kueneza Kiswahili, na kwa hiyo sisi sasa kama Baraza la Kiswahili la Taifa tunayo majukumu ya naweza nikayaweka katika eh, namna tatu mm -hmm. Kwanza tunashughulika na tafsiri na ukalimani. Naam. Najua kwamba vyombo vya habari pia bila ku bila ukalimani bila tafsiri tutapata tabu, tutapata tabu sana. Sana, sana. <laughs> ya kwa hiyo sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tunavyo tunacho kitengo cha tafsiri na ukalimani na tunajishughulisha sana na mambo hayo, tuna tafsiri nyaraka zote za serikali lazima zipite BAKITA hata za watu binafsi. Kama unataka kusafiri nje ya nchi, nani do, wa, wa, waraka wako huko katika lugha ya kigeni lazima uje BAKITA upate ithibati. Lakini tuna swala la ukalimani. Ukalimani, mikutano yote ya kimataifa inayofanyika ndani ya Tanzania na nje inayohusisha lugha ya Kiswahili hmm. yani kama wanazungumza kwa lugha nyingine halafu watu wetu maana wanajua Kiswahili lazima kuwepo na, na ukalimani. Sasa sisi Baraza la Kiswahili tuna dhamana hiyo na tunafanya hiyo kazi, hata kama sio sisi, lakini tunao mawakala ambao wanafanya hiyo kazi hmm. na kitu kingine tunashughulika na usanifishaji, tunayo idara ya ya istilahi na kamusi Eh, tunakusanya istilahi, tunatafuta maneno ya lugha za kigeni. Wadau wetu pia wanatuletea maneno mengine ya lugha za kigeni, tunayaweka katika Kiswahili. Kama ambavyo tumezungumza habari ya wahadhiri katika vyuo vikuu vinavyojishughulika na Kiswahili, pia wanafanya hiyo kazi, lakini kwa kushirikiana na sisi. Kwa hiyo maneno mengi ya kigeni lazima yapate Kiswahili chake. Maneno mapya pia huibuka, mengine yanaletwa na watumiaji mm. mengine yanatoka katika lugha za kigeni yanaingia katika Kiswahili lugha mm. ndivyo inavyokuwa, ndivyo inavyoendelea mm. lakini tunatunga pia kamusi. Najua wenzo mmojawapo muhimu sana kwa waandishi wa habari na wanahabari kwa ujumla ni kamusi mm -hmm. Eh, huwezi ku kufanya kazi bila kamusi. Ndio maana tunawahimiza wanahabari na watangazaji na waandishi wa habari magazeti na kadhalika wawe na kamusi. Ukiingia na... chumba cha habari huwezi ukakosa ehe. Ehe. Ehe. Sijui kama hapa zipo lakini naamini ipo, nimechukua kwa... nkaiweka. <laughs> E, upande ule wa studio uliniona wakati na rekodi video, sawa sawa. Basi hebu nitafute ushahidi, yeye utembea naye, lakini ni nzuri kwamba wanahabari tuzoee kamusi sana, muhimu sana, kwa hiyo ni muhimu. Hata Ngugi mnahitaji unaona leo nikiingia, ee, ee, piga kweni picha nikiwa na huu, ni ushahidi <laughs> yeah. mm. wenzangu hawa wamepiga picha na mifuko ya nyama <laughs> <lakini> <laughs> <ma> <laughs> <laughs> nah, yeah, kwa hiyo tunayo tuna, tuna hiyo, lakini tuna sehemu nyingine inayoshughulika na lugha na fasihi mm. Sasa hii, ni, hii ni, ni, ni, ni pana kidogo, kwa sababu hapo tunashughulika pia na kuna kitu sasa tunaita ubidhaishaji wow, wa Kiswahili kimataifa. E, iligundulika kwamba lugha ya Kiswahili i, watu walizoea tukuitumia kama mawasiliano yani, burudani tu, na kadhalika, haikuwafaidia chochote, yaani mtu anajua Kiswahili lakini hana hana chochote anachofaidika nacho. Nakumbuka wakati tunasoma tunaambiwa ah, tuka sa unasoma kiswahili cha nini wakati kinakupeleka wapi? Kitakufaidia nini? Lakini sasa <coughs> ni bidhaa, kwa maana ya kwamba mtaalamu wa kiswahili sasa ana uwezo wa kuuza kiswahili kupitia uh, bidhaa za kiswahili, vitabu, shughuli za ukalimani, shughuli za tafsiri na kadhalika. Kwa hiyo kuna, kuna shughuli kama hizo ambazo ni muhimu sana. Aha. Ubidhaishaji sasa unakiwezesha kiswahili kuvuka mipaka ya nchi zetu za Afrika Mashariki na kwenda ng'ambo. Mathalani juzi jana, tumeambiwa habari ya Afrika Magharibi ambako sasa wanataka kuachana na Kifaransa. Naam. lakini pia nchi za za mbali, mashariki ya mbali, Ulaya, Marekani, kote huko tunataka kifike Kiswahili, tunakibidhaisha kimataifa. Mtu aende Marekani akafanye shughuli za Kiswahili apate pesa, afaidishe watu wake okay. au wananchi wenzake katika yeah. nchi anayotoka. mm. Na labda hili niliseme pia kwamba eh, kwa waandishi wa habari, wanahabari kwa ujumla, pamoja na vyombo nipongeze mm. pia E, idhaa ya Kiswahili ya Afrika no. Ndio ni mnaisikia kwa mara ya kwanza ndio e. Yaani hatukuwahi kusikia e. Wameanza <laughs> wiki wiki hii wiki hii e, kwa hiyo e. Hata hivyo, hatujachelewa e. Wiki moja tu bado ni, ni, ni muda mwafaka e. Muda mzuri tutakuwa na na makongamano mawili makubwa mm -hmm. Mwakani tutakuwa na kongamano la la kimataifa la Kiswahili Ufaransa mwezi mm -hmm. wa nne Ufaransa Ufaransa, mnakumbuka mwaka jana kulikuwa na kongamano la kimataifa la kwanza Kuba Cuba ehe Havana Kuba <laughs> e. <laughs> <laughs> e. Sasa safari hii ni Ufaransa ni Ufaransa, Paris kuanzia tarehe kumi na sita mpaka kumi na tisa Aprili mm -hmm. kwa hiyo sasa watu wote tunawaalika vyombo vya habari vikiwamo, naam kwa hiyo pamoja na na, na, na chombo kipya hiki idhaa mpya ya kiswahili ya Afrika, tafurahi sana kuwapata huko Ufaransa. Tutasambaza taarifa hizi pamoja na kiungo cha cha watu kujisajili, tutawatumia pia ili mweze kujisajili kwenda huko. Mm. uh, kongamano la pili ni la idhaa za kiswahili mm -hmm. duniani mm. hili litafanyika Arusha mwezi Machi mwakani, Arusha, mwezi Machi mwakani. hatujaweka mm. tarehe vizuri lakini, mm. tutawafahamisha. Kila idhaa ya Kiswahili iliyoko Afrika na nje ya Afrika tutawapa taarifa. yeah. Tunawakaribisha sana mweze kushiriki katika, kuna mambo mengi ambayo tutakuwa nayo Wakika. huko mm. na mimi kwa kuja hapa ntafurahi sana um, Radio 47 kama mtakuwa mawakala wetu wa kusambaza hizi habari yeah. kwa wanahabari wengine no. hapa Kenya eh, ili tuweze kushirikiana kuandaa kongamano hilo ambayo itafanyika hapo mwakani, tutashirikiana so, maana ukiangalia idhaa hii tunajitahidi sana kukuza lugha ya Kiswahili. Ulimwona mkuu wa idhaa tumeshinda naye pale, ndugu Jofri Mungo, okay. kwa hiyo habari kama hizi atazipokea kwa moyo mkunjufu. Yule sio bosi tu, ni bonge la bosi huyu. Hata si sovu huyu, sasa ni ndovu. <laughs> Ya, na Arusha ni hapa hapa tu hapaea hili la Arusha yeah. Nataka nisisitize hapa kwamba huwa ni, hey, hey, ni mahsus hey. Natumia neno mahsus <laughs> maalum specific special for you waandishi wa yeah, habari nakuja kujadili habari na Kiswahili mm. Kiswahili tutakiendelezaje tutafanya mm. lakini mitindo ya utangazaji mbalimbali mm. huyu mbali. mm. kupeana tajiriba uzoefu nyie mnafanyaje kwa, yeah. kwa pamoja pa kwa kwa wa ni huwa pa ni kongamano moja muhimu muimbo. zuri sana hiyo, tutazipata habari tutasambaza, nitatamani sana waandishi wa habari wengi Sao. tutoke Kenya eh, ni jukwaa zuri sana pia nyie pia kujitangaza na. Na na sio sisi pia kujitangaza. kwa hiyo niseme pia kwamba Baraza la Kiswahili la Taifa tunafanya kazi chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo hii mm. na, na ni ono... yake sasa hivi kijana wangu yule eh, msanii yule msanii ni naibu waziri Mwanaefu Hamisi waziri. eh, waziri. eh, una <laughs> <mingi. laughs> waziri ni Profesa Paramagamba Kaidan Mwaluko kabu, msemaji <laughs> mzuri eh, sana. Katibu mkuu katibu... ni Gerson Msigwa ambaye pia ni mnenaji wa serikali eh. na naibu katibu ni Ahmed Sofu <laughs> ah, <amina>, <laughs> eh, lakini pia katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa ni Bi Konsolata Mushi. No. Mm. Mimi amefanya kazi kubwa Bakita sana, mm. sana kabisa. Kenya amekuja sana eh, ndiyo na huyu ah, Bi Consolata Moshi yeah. Labda niongezee hapa sisi kule tunamwita mama wa chegani, unajua wa... chegani unaijua chega sasa <laughs> <laughs> eh, eh. Eh. Bi anagog au wewe eh. au Mwalimu Sakwa au ndugu yangu hapa hapa tukitaka, seneta. Seneta. tukitaka hey. kuweka nywele vizuri hey. tunakwenda wapi? Ah, salon. Aha, chega no chega. Bas, asante sa, ilo ndio, hata kuna swali hapo <laughs> nilikuwa nataka kuuliza ilo la kwanza, chegani si salon sasa, aka hey. au ile almaarufu ya hmm. katibu wetu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA tunamwita mama wachegani wetu, tulikuwa tukutana kila, kila Jumamosi studio pale radio palerdio Hey. Anakuja ametengeneza nywele <laughs> aikabidi tukampa hiyo lakabu <laughs> uh -huh. Wewe ni mama wa saluni, mama wa chegani. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>